Almuradi kwamba sisi ni wanadamu, hatujakamilika, ni wenye kukosea, ni lazima kuwe na kusameheana, na ni lazima meseji unapo unapoipeleka kwa mtu ambaye unamwona hayuko sawa uipeleke kwa nini? Kwa kauli nzuri, kwa sababu si kauli nzuri tubali. Mwenyezi Mungu ametoa rekodi nyingine kwenye Qurani wakati sasa anampeleka mtume wa mwisho, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anamwambia waite watu katika dini ya Allah kwa hikima, wisdom na maneno mazuri. Haya ni mafundisho ambayo tunatakiwa tuyapeleke kwa jamii, hasa jamii yetu ya Kitanzania katika hizi siku ambazo sisi tunaita ni siku tete, ambapo kwa bahati mbaya kuna watu ambao wanataka kuvuruga amani kwamba ili uweze kuwa mfano na uishi, bo, uishi vizuri katika jamii ni lazima uwe ni mtu ambaye jamii inakuhitaji, sio ifikie mahali kama ndio unadondoka basi wote wanafurahi kwamba afadhali ikadondoka. Lazima ujifunze, tujifunze kwa viongozi wetu mitume waliotangulia, jinsi walivyoishi na watu waliishi namna gani. Agizo la Mwenyezi Mungu ni kutumia hikma katika mambo yote unayofanya yanayohusu maisha kama nilivyoanza kusema mwanzo kwamba tunapozungumzia ibada tunazungumzia mfumo kamili wa maisha ya mwanadamu. Yuko kwenye ibada as long as mfumo huo anaokwenda nao ni mfumo halali, ajue kwamba yuko kwenye ibada. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tunatakiwa tulitangulize mbele, tuhakikishe kwamba sisi ni Watanzania, utanzania wetu kama tulivyoambiwa hata na viongozi wa nchi hii nyuma huko kwamba tunapozungumzia kwa mfano Afrika ni Afrika yetu moja. Ukimzungumzia baba wa taifa Mwalimu Nyerere, sisi tukiwa vijana na ndio moto uliokuwepo mpaka kuhakikisha kwamba Afrika yote inakuwa huru, alikuwa akirudia kusema kwamba uhuru tulipata kweli mwaka sitini na moja, lakini uhuru huo haukukamilika. Alikuwa anasema haukukamilika kama kutakuwa kuna nchi nyingine bado hazijajikomboa hazijapata uhuru. Kwa hiyo ni kwamba tuna, unapoishi katika jamii uhakikishe kwamba unampendelea mwenzio jema lile unalojipendelea nafsi yako. Ndugu zangu, wanahabari, kama mnavyofahamu kwamba katika chini ya wiki mbili kutoka sasa hivi nchi hii inaingia kwenye uchaguzi uchaguzi ni jukumu letu la kikatiba kama Watanzania. Ni jukumu ambalo linakuja kila baada ya miaka mitano, uweza mtanzania kukaa chini ukatafakari na akili yako timamu kwamba nani nimtangulize mbele katika uongozi. <coughs> ni jukumu ambalo kila mtu anatakiwa ahamasishwe pamoja na kwamba hawezi kufungua pingu kwamba nenda kachague, lakini ahamasishwe, ajue wajibu wake wa kikatiba kwamba sasa ni wakati wa uchaguzi. Kama ni wakati wa uchaguzi, nini nachotarajia? Nani ambaye ningependa aniongoze, awe kiongozi wangu katika nchi? Sasa, kwa bahati mbaya tunapofikia muda kama huu huwa kuna kutokuelewana, na kwa bahati mbaya, kuna baadhi ya watu ambao sasa hivi tetesi tetesi zimesha kuwa ni nyingi tu kwamba wanapenda kuvuruga, wanataka kuvuruga uchaguzi, wakati uchaguzi ni haki ya kikatiba, regardless ya chochote ambacho kinaweza kuwa kimetokea katika nchi, lakini fursa hiyo ni lazima ibaki mahali pake na itekelezwe jinsi inavyotakiwa. Sasa sisi kama taasisi hili jambo tumekaa na tumelitafakari na kuona kwamba hapana, kwa sababu kazi yetu sisi ni kuwazindua watu, basi tuwazindue watu waelewe kwamba haki ya kikatiba ni kupiga kura. Kwa hiyo tunatoa wito, ndugu waandishi wa habari, nyinyi ndio mtakayetusaidia kuzipeleka kupeleka hii meseji kwa Watanzania na dunia yote inatuangalia kwamba watu waelimishwe hata kwa siku hizi chache, na wa, wakae mbali na yeyote ambaye anataka kuvuruga uchaguzi. Uchaguzi ni haki ya kila raia, hata kama kuna nini, lakini hilo jambo kwanza ni first priority. Kwa hiyo hatutakuwa tayari sisi kama taasisi tunaungana na Watanzania kuhakikisha kwamba hiyo tarehe ishirini na tisa ikifika tunakwenda kupiga kura. Hili ni jambo ambalo ningependa lieleweke, na nisingependa kwamba vyombo husika vikae vikisubiri, na wakati vinaona kabisa kwamba kuna mtu anataka kuvuruga amani, kwa sababu sisi Waislamu tunapozungumzia amani tunazungumzia dini yetu. Unaposema kwamba mimi ni Muislamu, unasema kwamba mimi ni mtu wa amani. Unapokuwa na amani, yawezekana kabisa kwamba kunaweza kuwa kuna up and downs katika hiyo amani, lakini first priority inatakiwa iende kwenye amani, lakini baadaye, kama kuna kitu kinaweza kikarekebishwa, kirekebishwe, lakini tukijua kwamba point namba moja ni nini? Ni amani, na hakuna chochote kinachoweza kwenda vizuri katika nchi, hata hiyo ibada yenyewe ambayo Mwenyezi Mungu ametuambia kwamba e, ibada sio kusali peke yake, ni kufanya kazi, almuradi kazi yenyewe hiyo ya halali, na mambo mengine yote haiwezekani uyafanye kama hakuna amani. Kwa hiyo nakuombeni sana, ndugu zangu, tupeleke hii message kwa Watanzania kwamba hizi siku chache zilizobaki sisi wote tuwe ni wajumbe wa kuhubiri amani, ili tatizo hili am, am, amini zoezi hili liweze kwenda salama. Viashiria vyote ambavyo tunaviona kupitia macho yetu katika mitandao mbalimbali ya kijamii, tunaliomba ama tunalitaka jeshi la polisi na idara mbalimbali za kiusalama wafuatilie kwa umakini mambo haya na ikiwezekana wale wanaohusika katika namna moja ama nyingine wachukuliwe hatua kali za kisheria, kwa sababu mtoto mdogo tunasema kama vile sponge, na mtu asielewa chochote tunasema kama vile sponge. Mtoto mdogo kama sponge, asielewa kama sponge. Ukiitia kwenye maji inanyonya, na kuikamua ile maji anakuwa yenye kutoka. Pon, sponge inabaki kama ilivyokuwa. Mtu asielewa ukimlisha maneno maana yake anaashika yale maneno anayofanya kuwa ni sahihi na ni maneno ya kweli, lakini mtu mwenye kuelewa hata kukibilisha maneno hawezi kuyashika na kuyafanyia kazi. Sasa kwa sababu kuna watu wanalisha maneno maneno ambayo ukiangalia kwa asilimia kubwa ni maneno ya uongo, kwa kwa watu wasioelewa wanaweza kuyashika na kuyafanyia kazi. Kwa hivyo tunarudia tena, vyombo vya usalama vifanye kazi yake, ili tuweze kupita salama katika kipindi hiki. Hilo la kwanza. Jambo la pili, taasisi yetu sisi kama alivyosema mtangulizi wangu, katibu wangu mkuu, kwa Kiingereza unaweza ukaita Al-Madi International Propagation Islamic Center, kwa Kiarabu unaweza ukaita Al-Markaz al-Islamiyati litambili ghafina fi dini. Kwa kifupi ndio hiyo al Al-Madi. Kwa Kiswahili sasa ndio nataka maana hapo, kwa Kiswahili sasa maana yake ni kituo cha kuwazindua watu sio Waislamu tu peke yake, ni kituo cha kuwazindua watu Waislamu, Wakristo, wapagani, ina maana hata wasiokuwa na dini. Na Tanzania pia ina watu Waislamu, Wakristo na wapagani pia, wapo walioghafilika katika mambo ya dini. Sasa, kwa sababu ni watu na watu wana dini zao na hata wengine wasiokuwa na dini kwa kuwa kituo chetu kazi yake ni kuwazindua watu walioghafirika, tunajua kuna watu wapo wameghafirika. Tunataka tuitumie fursa hii kama taasisi almadi kuwazindua watu wajue. Wajue nini? Tumefanya research kama taasisi, tumebaini maisha ya Mtanzania asilimia sabini mpaka themanini lazima atoke, akishatoka apambane, apate riski ya kulae na wanawe, na kesho tena atoke, apambane, apate riski na wanawe aweze kula katika siku hiyo, halikadhalika na kesho kutu. Endapo sisi wa Tanzania kwa maisha yetu, amani ya nchi hii itakuja kuvurugika, maana yake ni kwamba Mtanzania huyu pengine aliyevuruga amani kwa mikono yake akawa ndani wiki nzima atoki nje kwa sababu ya kuishi labda huko nje hakuko salama. Tuna wasiwasi kama taasisi, kuna watu watakufa kwa njaa tu kwa sababu Mtanzania ili aweze kuishi na familia atoke iwe baba au mama, ndo familia inakula. Sasa leo hakuna kutoka huko nje, hapo si kwa salama, wiki nzima, mwezi mzima, maana yake familia hii kuna hatari ya kufa kwa njaa tu, kwa sababu huko nje usalama hakuna, hawana chakula ndani, hawana unga, hawana mboga. Sasa tunaomba watu walitathmini hili kwanza. Waarabu wana kitu kinaitwa kaifia, Waingereza kuna kitu wanaita future Unapotaka kufanya jambo, Mtume anasema kabla kufanya, angalia ya mwisho wake. We Mtanzania ambaye maisha yako, Waswahili wanaita pangu pakavu tia mchuzi, ili uweze kutoka ndo familia inakula. Endapo utakuwa ndani, hali imekuwa tete huko nje, wiki, mwezi, unaweza kama hatuwezi. Basi, kupitia miguu yetu, kupitia mikono yetu na kupitia akili zetu, tunawaasa Watanzania wasijaribu kuvuruga amani ya nchi hii tuna waasa ndugu zetu wa Tanzania wasije kuvuruga amani ya nchi yetu. Kwa mfano tuangalie wenzetu Kongo, tuangalie wenzetu Gaza. Leo Gaza imebaki magofu baada ya kuwa amani imetoweka katika nchi ile. Tanzania kwa sasa inapendeza, Dar es Salaam inapendeza. Maana yake ni kwamba hali ikiwa tete hapa, kwanza nchi yetu itabaki magofu, kuijenga iwe kama ilivyokuwa zamani, Dar es Salaam Tanzania itatuchukua muda mrefu sana. Kwa hivyo tuangalie mwisho wa jambo, tusiangalie mwanzo wa jambo, na inatakiwa hapa, ndugu zangu wa Tanzania, tunazungumza na Watanzania hapa, hatuzungumzi na Waislamu peke yake. tunawazindua watu wote, sasa Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu, katika hili ambalo tunaliendea, mimi nadhani usishawishiwe na mtu, use your mind, don't use anything mind. Tumia akili yako na usipende kusitiwa na mtu kwa sababu inawezekana ni kuseti pengine mambo yake safi, anaweza akakaa mwaka miezi sita ameshaweka stoka ya chakula ndani. Amani ndiyo kila kitu. Kijana mwenzangu ambaye upo nyumbani sasa hivi umejisahau kwenye Instagram kwenye Twitter kwa kufata kauli za watu waliokuwa nje, kwa sababu wanaohamasisha maandamano hayuko nchini hata mtu mmoja, wote wako nje. Hakuna mwanachama wa, au kiongozi wa kisiasa wa aina yoyote anayehamasisha swala hili la maandamano katika nchi yetu. Tunaona watu sasa hivi wanayapokea kutoka kwenye mitandao ya kijamii na wanaanza kuyazungumza wakiamini kwamba e, watakuja kulifanya hilo jambo. Taasisi ya Al Mallid iliona kuna umuhimu, kwa sababu taarifa sio kitu kidogo, taarifa sio kitu cha kupuuzia hata kama kama mtu anania ovu kitu hata kuanzia kwenye simu, mtu anaweza kaanza na jambo kwenye simu. Kwa hiyo nikaona hapana, ni lazima walizungumze jambo hili, ni lazima lizungumzwe jambo hili kwamba amani ndiyo kila kitu, ndiyo msingi wa maisha yako wewe, ndugu yangu ambaye unaabudu wewe ndugu yangu ambaye unakwenda kutafuta riziki yako bila amani huwezi kufanya chochote, au huwezi kuabudu au huwezi kwenda kutafuta riziki yako yote. Hata muda uliopata kuingia kwenye mtandao ukakomenti, ukapongeza hayo maandamano unayapongeza, no, muda huo amani ikitoweka, hautapata nafasi hiyo. Kwa hiyo na mimi naungana na viongozi wa taasisi, na mimi nikiwa kama kiongozi wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye ni mwenezi wa taasisi ya Almalidi, nasema Watanzania tusije tukakubali kuingiza kuingizwa mkenge na baadhi ya watu na mimi niliombe tu, ni viombe tu vyombo vya usalama vyote, kuanzia ya jeshi la polisi na kadhalika, vyote waanze waanze kufuatiliwa wale wanaohamasisha mitandao au wanaohamasisha maandamano ndani ya mitandao waanze kufuatiliwa hivi sasa, kwa sababu kumnyima mtu kupiga kura ni sawasawa umemnyima mtu haki yake kikatiba.